Nianze kwa kumshukuru Mungu na kuendelea kuwatakia mwezi, mwezi wa Ramadhani. Nafikiri tumejiandaa, tumejiandaa kucheza na Dodoma na kwangu mimi nasema kwamba haiwezi kuwa mechi rahisi na hasa katika mzunguko huu wa pili. Dodoma ni timu ambayo ni nzuri, timu ambayo ina mwalimu mzuri, mwalimu mshindani siku zote. Mwalimu Meki ni mwalimu ambaye anapenda sana na ushindani na hata ukiangalia katika mechi yetu ya kwanza na Dodoma, haikuwa mechi rahisi, Dodoma ilikuwa ni mechi ngumu sana. Kwa hiyo sisi Simba tunajua ugumu wa Dodoma, tunajua ushindani wao na tumejipanga pamoja na ugumu wao na ushindani wao tukakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Kama umenisikiliza, nimesema kwamba haitakuwa mechi rahisi, na hata ukiangalia hata mechi ya kwanza Dodoma alitupa ugumu sana katika kupata matokeo katika gemu yetu ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nasema kwamba haitakuwa rahisi. Dodoma wana timu nzuri, wana wachezaji ambao wazoefu, wachezaji kama kina Ajibu, ambao ni wachezaji ambao wamecheza mechi yoyote na bila ku, kuleta hofu yoyote, kuleta upinzani. Kwa hiyo sisi tumejipanga pamoja kwamba na ugumu wao na uzuri waliokuwa nao kwetu sisi ni muhimu sana alama tatu katika mchezo wa kesho. Mimi nafikiri bado tunaendelea na majeruhi ambaye tuta, tutaendelea kumkosa Shimaloni Mponda na Kamara katika mgimo ya kesho, lakini Kamara akishaanza mazoezi, na nafikiri katika gemu zijazo tutaendelea kuweza kuwatumia, lakini yote kwa yote kwamba wachezaji waliobakia wote wako kambini na wako vizuri kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Shukuru na niwapongeze wanasimba, kiukweli wamekuwa wakitupa sapoti popote tunapokwenda na wamekuwa na sisi. Kwa hiyo mimi na waombe waje kwa wingi kesho kutupa sapoti kama ambavyo wamekuwa wakifanya, na niwaahidi kwamba sisi kama benchi la ufundi pamoja na wachezaji tutafanya kile kitu, kila mwana simba anahitaji Simba ifanye katika mchezo wa kesho.